Mstahiki meya wa jimbo la Moshi ingine akusaidia, Mkurugenzi wa manispaa ya mshikini mwishiingine akusaidia, na baasha hizi zipo ia atabiziwe hapa, na hawa wote wanaotakia, wanaomba dua kutoka kwenu. Kwa sababu gani? Kwenye kazi zao kuna mambo mengi, unakuta unausuliana unausuchiana uongo